Uh, lengo kubwa la kuunganishi la kuanzisha ni, yeah. Eh, ni umoja na ushirikiano wa vijana. Kwa mfano kama juzi zilipokuwepo timu zaidi ya, ya nane, kwa hiyo eh, mm -hmm. Tayari pale tumeshajuana, ule ni umoja na ushirikiano, lakini vile vile lengo mengineo mingi ni kuweza kujua zile ta, kupata zile talenti mm -hmm. eh, nyingi kwa mfano labda nikupe tulienda mkoa mmoja huko Mwanza ndani kuna kijiji sitaki kukitaja hapo, mm. Lakini tulipoenda tulimkuta kijana mmoja anacheza mpira balaa, lakini madai yuko kijijini kabisa, kue mm -hmm. Kwa hiyo tukasema da, vipi hapo, nadhani unakumbuka, tukasema huyu mtoto ana kitu, lakini mbona yuko mbali sana, oh, na inakuwa vigumu sana kuonekana. Kwa hiyo mm. tukaona kweli hawa tunaweza kupa promote na kuwapeleka pale sehemu hii, okay, kwa hiyo hapo nikukatishe. yes. Uh, nasema kwamba mlienda mkoani na kuweza kuona vijana na vipaji na vitu vingine, ina maana kwamba hii ligi au hii hii mambo some light sport promotion haitaishia Dar es Salaam peke yake, maanake inaweza kafika na kavuka ng'ambo kabisa ya nje ya Dar es Salaam. yeah, of course, na ndio lengo letu hilo mm. na tayari tumeshaanza. so, okay. yeah. so, na so. baadhi ya mikoa tayari ya nje ya pwani na hapa Dar es Salaam na pengineo tayari na tayari, watu baadhi yao wanatita kabisa tuende, lakini hmm, tunasema tutakuja na tuna imani hivyo lakini, sasa hivi tunalitizama hili la hapa tuweza, hmm, kumaliza ligi ya hapa baadaye, tutaweza kukaa na kuratibu vizuri kwenda katika mikoa Asi.